Hujambo pote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mie hapa ni VWM ukipenda Victor Madu Mandala, na hii leo basi ikafika katika maeneo kadha wa kadha, na nikukumbusha kwamba kabla ondoke hapa, hakikisha kwamba mesubscribe, eh, click na notification bell, copy the link and share, na weke comment yako pale, itakuwa vema tena zaidi naam, eh, katika maeneo ambayo alifika pale katika pita pita za kwangu kafika katika eneo la Embu. Embu, kuna jamaa mmoja wa hapa aliyedhamiria kumuoa demu eh, aliyekuwa um, wamerushiana wame mistari wamejuana kwa muda lakini akaenda. Naona wakati ambapo mmejuana na mtu kwa muda alafu amfika mahali sasa, anasema anaenda mbele mbele ya wazazi wake, anamwambia will you marry me, alafu demu anamkata mbele ya wazazi. Surely ni jamaa alifanya mistake kwenda kumuliza will you marry me mbele ya wazazi, ama ni demu tu amemruka shuali mbele ya wazazi, anyway lakini kama mpendi angefanyaje? Na mkitafakari juu ya hayo kule Embu, nikavuka mpaka eneo la Bomet, mjini Bomet mjini eh, kuna waiter mmoja katika guest moja hapa alitishiwa kupigwa kalamu kwa kutoa siri za wateja wake. E, wateja watajika. Kulingana basi na duru, ni kwamba jamaa huyo aliajiri aliajiriwa majuzi tu, lakini tabia yake ya kupayuka payuka ilifanya baadhi ya makastoma kutekta vikali. Yani wewe umeajiriwa pale, kazi yako ni kwanza kutoa, unajua nani anaingia nani anakujanga hapa eh, kujanga hapa, e, kujanga hapa na, na, na na, vichuna wewe, mambo yao inakuhusu umeajiriwa kufanya nini? kutoa siri za watu Wacha za ovyo wewe, wacha kutoa siri za watu. Wateja wamekuja pale, shughuli za kwao bana, wacha naam. Ukitafakari juu hayo, nikavuka mpaka Ganze Kilifi. Ganze Kilifi Kalameni, mmoja aliyetoka jela baada ya kuhudumia kifungo cha miaka saba alishukuru kwa kupata mkewe alijifungua mtoto. Yaani huyu jamaa ameenda jela na akafungwa miaka saba. Alafu amekuja hivi ampata mke wake amejifungua mtoto mtoto wa mwaka mmoja. Jamaa anashukuru, in fact anashiriki. Watu walifikiria kwamba akitoka jela akikuja, atakuja azushe, maana mtoto ampatikana akiwa jela si mtoto wake. Lakini jamaa anakuja, anaanza kucelebrate. Celebrate. Wewe <laughs> huyu we, ni mwanamume aina gani? Na celebrate kwamba mke wako amepata mtoto na mtu wa nje. Lakini kila mmoja alikuwa anasema ni kwamba nashukuru kwamba hajaenda bado, nipata mke wangu bado yupo. Sijui kama ni wewe utasherekea ama na, mkitafakari jua hayo, nikavuka mpaka Msambweni kule pwani tu eneo la Kwale, ambapo basi eh, jombi mmoja wa hapa alizomea mke wake vikali alipomweleza kuwa alitembelea ali mganga ili amsaidie kupata mtoto. Inaarifiwa kwamba mke wa Polo huyo ambaye ni mhubiri alikosa subira baada ya kuwa katika ndoa kwa miaka mitano yani, watumishi Mungu wasaidi, alafu ndio yo ameenda kwa mganga. Ukioe ndio huyu pasta, what will you do? Ai sasa Hmm. Haya, nikimalizia basi eneo la Malindi, kuna mwanadada mmoja wa hapa alikubali demu aliyekuwa akimnyemelea mkewe na, na, ku, na kumwonya vikali e, alifanya nini, alikabili na kumwonya vikali. Yani kuna demu ambaye alikuwa ananyemelea mme wake, kwa hivyo anamuonya sasa. Nashindwa mme wake ana msimamo ama mme wake ndiye alimwambia asomee huyo demu, kwa hivyo alimuonya na kuwa mkali akimwambia, achana na bwana bwana za watu, achana na mme wangu. Sijui alifanya vizuri ama vibaya. Tafakari zaidi. Ni katika Pita Pita za Kwangu, ni hapa, ni VWM kipenda Victor Victor Madu Mandala. Leo nimejificha hapo tu. Wacha tufike pale. Mungu akutende wema. Make sure me subscribe, click notification bell, copy the link and share, niweke comment yako pale, ni itakuwa vema zaidi. Ni katika Pita Pita za Kwangu siku hii ya leo. God bless you, you I love you all. Subscribe and bye-bye.